Assalamu alaikum watoto wazuri, karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. mimi ni Miss Mariam na leo nataka niwasimulie hadithi nzuri sana. Hadithi yetu ya leo inahusu wanabiashara. Hapo zamani za kale paliondokea wanabiashara wanabiashara hao walikuwa wanachukua bidhaa zao wa nchi nyingine na kuzipeleka nchi nyingine ili kuuza. Sasa kupeleka hizo bidhaa zao walikuwa wanatumia safari ya maji, yaani walikuwa wakipanda majahazi. Sasa siku moja kuna mwanabiashara mpya aliwaunga, alienda akanunua bidhaa zake, lakini akaomba asafirishe kwenye lile boti lenye wale wanabiashara wakitambo, anasafiri akapanda, akaenda. Sasa kufika njiani ikawa lile boti limejaa uzito, liko karibu kuzama. Sasa wale watu wakasema, hapa suluhisho la sisi kufanya hapa ni kupunguza hii mizigo, na mizigo hatuwezi kupunguza mizigo yetu kwa sababu huyu mwanabiashara ni ni mpya, tutapunguza mizigo yake. Ila mwanabiashara akasema, mbona mwanionea? ni kama mwanifanya mi dhulma. kwa nini tusichukue, kila mtu achukue mzigo wake kiasi kiasi tu, tupe baharini, ndo tu balance hii weight ya hii boti wale watu wakasema yani we ni mpya na bado waongea vibaya. Wakachukua zile mizigo zake wakazitupa na ye mwenyewe wakamtupa baharini. Heh. maskini yule mwanabiashara mpya alikuwa hana raha yani, huko kwenye maji yuomba tu Mungu, ya Rabbi, mi nimekukosea nini kupata adhabu kama hii, na kuomba unisaidie. Sasa yale maji yakampeleka peleka. Sisi twajua bahari inatembea, yani maji yake yanasongasonga. Yale maji akampeleka mpaka ikafika ufuoni mwa bahari. Alipofika yani kwenye hiyo island, hakuna chakula, hakuna kitu chochote, yani ni island tu. Amekaa hapo kwa muda mrefu mpaka ikafika wakati anakula majani, anakata mita ala hayo majani, kwa sababu asife Yaani, ndo asurvive, alikuwa akila hayo majani, amekaa kwa muda mrefu kama mwezi hivi, yola tu hayo majani, majani kiamua, samaki, na akinywa maji ya bahari kwa sababu hata akiamua atavua samaki atapika na nini, hakuna moto hakuna kitu chochote. Sasa alikuwa ameamua tu, mimi nitakula hayo majani. Kaa kila siku akiomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi nisaidie, mimi nimekukosea nini, angalia sasa hivi nimetengana na familia yangu mimi hata sijui hata nani hapa atakuja kunisaidia, maana haoni hata boti moja likipita. Haya, akakaa sa hiyo siku ikaa, kuna baridi sana usiku, akatafuta namna, akatafuta namna mpaka akawasha moto, akachukua majiwe, akayafanya akayafanyafanya hivi mpaka moto ukawaka, akachukua na yale majani majani yake, akawasha moto. Sasa venye alikuwa ameishi kwa muda mrefu kama mwezi hivi, mwenye alikuwa amejenga kibanda chake na majani juu, mitimiti kimstiri, ndo usiku labda alale hapo. Basi sasa hiyo siku akawasha moto iyo, asikia baridi, akauwasha, akakaa, akakaa, mara kidogo kidogo ule moto ukashika yale majani, kile kibanda chake chote kikaungua, kikavunjika vunjika. Akazidi kulia yule mtu, ya rabi, sasa mpaka hiki kibanda kidogo pia kimechomeka. Sasa mi ntafanyaje hapa? Ntaishi vipi? Mi siwezi tena yani, mpaka akagiva, mpaka akata tamaa kabisa. Mara ilikuwa ni usiku saa, kabla kupambazuke, kabla kuwa asubuhi, akaona boti lile kwa mbali, laja lajalaja laja, mara likamfikia Likamwokoa. Sasa kufika, akamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, leboti limekuja kwa wakati mzuri na limeniokoa. Sasa walivyokuwa wanaelekea huko pahali kwingine, labda ndo atawapa direction aende kwao, akawauliza wale watu, nyinyi mulijuaje kama mimi niko hapa? Akasema sisi tulikuwa tuna safari zetu, tuendelea na safari zetu, tukaona moto na moshi, na kwa kawaida tunavyojua hii, yani hiyo island hakuna mtu anayeishi, na wala yani hakuna nyumba, hakuna kabisa dalili ya mtu kuishi. Tukajua tu hapa ni mtu ana nini, ana shida na amewasha hivi, ni kama kutu signal, tuende tukamsaidie. Haya basi. Akasema, Ee, na venye mimi nilikuwa namlalamikia Mungu wangu nasema kwa nini hii yani mpaka kile kibanda cha mwisho pia kimeungua. Akamwambia Mwenyezi Mungu amekusaidia, yani kuungua kwa kile kibanda chako ndio ilikuwa imetupia sisi signal, tukaja kukusaidia. Akazidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, akasema ya Rabbi mm, <tterno> nisamehe, nisamehe, nimekukufuru mimi kwa like sababu kibanda changu kimechomeka, nikajua mpaka hiko kibanda pia wataka unipokonya, umenipokonya maisha, umenipokonya familia. Yani mpaka hicho kibanda pia. Hadithi yangu ikaisha hapo. Hadithi yetu inatufundisha nini? Inatufundisha tusikate tamaa na pia tusikufuru kwa Mwenyezi Mungu. Lolote litakalokufanyikia, we mwombe Mwenyezi Mungu akusahalishie na mambo yako atakuwa vizuri kama huyu mwanabiashara e. Sote tuseme, labda angekufia huko kama si kile kibanda kuungua wale wenye boti wasingemuona. Kwa hivyo, watoto wazuri, tusifanye nini? Tusikate tamaa. Maasalam.